Kilimani. Utapata my secretary. Na simaje , daddy? Na ingo yako mbona much fancy?

kuna mwindi fulani alifungua hoteli fula, mahali hapa mm. ilifunguliwa kwa watu kama nyinyi watu walikuwa wanakuja hivi wakitoka nyumbani Nairobi hivi, wanakuja ushago, na wana place wa kupeleka watoto wa kucheza nini kama huyu. huyo mwindi akafungua hiyo hoteli. mm. na hiyo hoteli ni hoteli nyingine premium sana. Ah, ma politician unaonanga kwa hii area, wanaenda ku, kuchili huko. kuna food, KFC maybe? food iko huko. okay. very delicious food, my God leka, ma KFC kuziko huko, ma Glovo ziko huko zote mm. uko free, umpeleke jua mko eh, mimi niko free unaona Mini co free. Co free. Yeah. So like how much they charge for swimming Swimming swimming pool? pool. Eh, pool Eh, I think wana charge ingi kitu kama 500 hivi. 500 uko shago. It yeah. is too expensive. It is the only hotel yenye inapatikana huko. Oh, okay. Yes. Makes sense. And mm. staki apande bikes, boda boda I don't know. Like utazapata Uber ama taxi. Najua ni a ni watu wa Uber na, na, na, mm. so niko na best yangu. Naweza naweza enda nichukue ni gari kwake. Mhm. Mm ya 300 tu peke yake imemtosha. Oh, mm, that, Hey. That's affordable. Hey. How much for transport? Wewe unamwagia tu fuel. Yule nikiongea tu naye unamwambia tu fuel ya 300 hivi. Alafu how much will the food cost? F food cost. KFC nakwanga kitu kama around 1500 1500 hivi, hivi. Okay, so Ibu eh, do the math uniambie like uh, 500, 500, ni ni eh yeah, uh, transport ibi, I think ni around 3K 3K tosha, okay, yeah, yeah. 3K yeah, 3k. Eh, eh, handle vizuri back so yeah, vizuri. tunaweka hivi huko. You see Jali yeah. yeah, yeah. going to have so much fun. Yes. I can see uncle, uncle. Eh. Eh. Yes, I'm funny. Okay. kutumia

time yangu niko tu mashughuli hapa, biashara nyingine nataka kufanya biashara nyingine hapa teketeke, ndio na, na sarazi, okay. Na unatafuti ile mali bana, ni karibu bana, niruke akili bwana. Sili nikwambia bwana, hiyo mali bana usilete mali, mali, mali, mali, mali kama hiyo tena. Uliupata wapi hiyo ni foreign bana. Acha nidilo ibizi, nikisha dilo ibizi nakuja hapo kwa bei. Sawa. Sawa sawa. Najua utanijenga leo, njoo hapo kwa bei nitakuja kujenga leo fanya hivi. Chukua mzinga moja kwa bili yangu nakuja. Sawa, sawa, sawa. Haya twende twende twende twende. Fuata hapa, fuata hapa ngane. Hii ni eneo gani? Eneo gani maana fuata hapo nakuwekea afu lutanguka hapa

Nuno hii ni iko na mimi na dole yenye ukioga nayo. Eriko, chukule. Bana time. Bana bol leo niko pia pia bana. Ah. Eriko, sasa unajua ni aje jana. Mangani sana. Bana ingia ingia. Wewe. Sio gope. Eriko. Huyu tunapea tu one week. One week. Anajua kila kitu hapa na hata apea atapenda hii.

Uwo unawekewa towel? Yes. Eh, mpuna, naifanya so rough. Bas. Kazi ko bie, kazi ko bie, sindio? mm -hmm. Ah, vaa nguo, vaa nguo nikupeleke kule chipo. Eriki. Wacha sasa mimi nipike niende nimalizane na huyu client wangu. Alafu nakuja kwa base sawa? Si matime. Matime, matime. Kuja hapo kwa form. Fuata hapa. Tuenjoy. Fuata hapa, fuata hapa base takutolea form. Fuata hapa tu twende. Niko na na risk maisha. Na risk maisha maisha gani? Nimekuambia? Si ni upe hata mtu anakufunza kuswim. Yo yo. Doc. Daktari mwenye si daktari. Ushaona place yenye wanauza KFC. Ushaona place, wameandika KFC. Hapo, ushaona place wameandika KFC. Hapa hapa mm huko home. Tangu tangu uanze kukuja huko shago. Leta mkono leta mkono, leta mkono, leta mkono. Tupi gani? Chukua iki kitu. Fanya raka, fanya raka tunde om before aanze kunyesha. Kula, kula, kula.

Wow. My sister, my sister, my sister nilikuambia, amepiga ni ni ni nani? Kwani ulikuwa unakula hadi kwa masikio? Ulikuwa nakula di. What are these things? Ah unyo hii ni ni KFC alipewa. Ulikuwa unakula KFC hadi ukaweka kwa nini? Ukaweka kwa uso yawa. Alikuwa na enjoy sana. Nikwambia ali hapa ame have fun. Huu mtoto baada juangi kukula. Nikwambia nikaa kusoma. Hao watu inafaa ulete ushago hapa wajifunze. Huu unamuumiza, unamuumiza. Pole pole. How old are you? I think uko 15 years old bado naweka KFC kwa nini ukikula? Imekuwa ready. Imekuwa fit. Eh, ame enjoy vizuri sana. Ame swim, amekula. Yaani kila kitu imekuwa tu ram. Ilikuwa fun. Yes. Okay. Yes.

Unaona uncle kumempatia do. Anipeleke kwa swimming pool. Yaka nipeleka kwa river na makidnappers wake. Then unaona nile pesa ya lunch, akaniletea sijui certain drinks hata mimi sijui ni gani na chips zingine ndogo. Mimi nimechoka. Nilipea 3000. Upeleke mtoto wangu wapi? Imagine. Eh, nilikuwa nafani nipeleke kwa hoteli. Na ukampeleka wapi? Kwa hoteli. Kwani nyinyi mtu hawezi kukula pesa yenu? Eh? Sikia.